Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilaya ya Manyoni mkoani Singida imefanya semina na kutoa elimu juu ya madhara ya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu. Semina hiyo imetolewa kwa makundi yenye uhitaji maalum ili kuwajengea uwezo wa kuyatambua. Kwa taarifa zaidi tuungane na Amini Nyaungo. Je, yeah, semina hii inahusu nini? Na hapa Aisha Nkya pamoja na Herieth Nkya ambao ni maafisa uchunguzi wa TAKUKURU wilaya ya Manyoni hapa wanatueleza dhima ya semina hii. Leo tumealika, wa, tumealika watu wenye mahitaji maalum kwa ajili ya kuwapaa semina ya kuzuia rushwa katika kipindi hichi cha uchaguzi mkuu. Tumealika watu wenye mahitaji maalum kwa ajili ya kuwapa elimu hii kwa kuwa nao kama wananchi wa Tanzania wana wajibu katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa leo tumewapa elimu hiyo ili waweze kuitumia na pia waweze iweze ku, kuwasaidia katika uchaguzi, ndilo tunalotekeleza leo, uungwaji mkono mapambano dhidi ya rushwa kwa kuwashirikisha ninyi watu wenye makundi, maana kushiriki vitendo hivyo, kushiriki mapambano hayo ya kukemea kuchukia rushwa na kuhakikisha tunatolea taarifa vitendo vyote vya rushwa tunapovibaini au kuviona vinatendeka ili viweze kuzuiwa na wale wahusika kuchukuliwa hatua stahiki. Baada ya semina hiyo, walengwa nao wanasemaje? Semina hii ni nzuri sana, imenijengea uwezo wa kujitambua na kutambua mahali pale ambapo ninaweza kufanya kwa jinsi ipi ili kwamba niweze kuchagua viongozi walio bora zaidi. Semina hii kwa kweli imetusaidia sana, imesaidia kujua kabisa kwamba haki zetu zinatakiwa tuzilinde sisi wenyewe. Maf -semi, mafunzo arewe, ya leo yametusaidia. Nimejifunza vizuri kuhusu kuelekea uchaguzi, wanaomba serikali siku ya uchaguzi watafutiwe wak wakalimani watakaowasaidia. Mgeni rasmi wa semina hii ni Mkuu wa Wilaya ya Manyoni Dr. Vincent Mashinji alifungua na kusema kuwa unapokuwa unapambana na rushwa inatakiwa uwe makini, pamoja na msiri, utulivu uwepo na leo na kazi ndogo ya kufungua <coughs> Kwa ukitaka kupambana na rushwa lazima uwe makini, uwe mtulivu, uwe msiri, uwe mkimya ndo unaweza ukapambana na nini?